Katika ziara ambazo mpaka sasa tumezifanya hapo mambo ambayo nimeagundua ambayo ningependa pia na hapa ni yatoe kama sehemu ya pia ya muone mnavyoweza kuyatafakari mapema, alafu baadaye pia mengine yafanyiwe kazi ili tuweze kuboresha utendaji wetu. Cha kwanza ambacho e, tumegundua kikubwa sana ni kwamba vijana wengi hawana taarifa, vijana hawana taarifa. Na mimi katika ziara zangu zote nilieleza kwamba sitakuwa ninaitiwa vijana ukumbini najua madhara yake wakati mwingine tunawaita watu wale wale au watu ambao wanaongea yale tunataka sisi kiasili. Kwa hiyo nielekeza katika ziara zangu, nitafika mimi mwenyewe nitakuwa nazungumza na watu katika maeneo ya kazi sasa hivi. Kwa ziara zangu ambazo nilifanya mpaka sasa hivi, nimefanya vikao vyangu na mikutano yangu sokoni, kwenye maeneo ya stendi, kwenye vijiwe vya bodaboda na sehemu ambazo vijana wanajishughulisha wa wale ambao mara nyingi wakitoka kwenye mkutano awali. Na nilipokwenda kule nimegundua cha kwanza, vijana wengi sana hawana taarifa nini kinaendelea katika halmashauri. Nimekutana na vijana ambao wamejitahidi kupambana na maisha, wanachohitaji ni push kidogo tu ya kusaidia kwa mitaji. Mimi nataka milioni moja, mimi nataka milioni mbili. Lakini hajui apate wapi na amekapla analalamika na sema serikali msaidie. Lakini ukienda kuongea na mkurugenzi wa halmashauri, ya halmashauri moja imepita na kuna milioni 600 zipo na mwisho ni tarehe 30 kesho. Lakini ukienda mtaani unakuta kijana anahitaji milioni mbili kwa ajili ya kufanya E, mkuu wa mkoa, kuna tatizo kubwa sana la taarifa ambazo sasa katika hili, naomba nitoe wito kwamba tuandae utaratibu katika ngazi zetu mkoa, mkasimamia hilo katika halmashauri zetu, tuandae utaratibu mapema iwezekanavyo, vijana hawa wapelekewe taarifa nini kinaendelea kuhusiana na masuala mazima ya mkoa. Na mshauri wangu katika hili, vijana wasiitwe kama vijana, wanapatikana sokoni, wanapatikana maeneo ya kazi. Tuende kule tuwafuate kule waliko kwa sababu sababukosi kitu ambacho hakuchukii muda mrefu naweza nikakaa nao ni saa moja unifisamu kawapa taarifa yale mambo ambayo anahitaji tu ofisi ndiyo watu wayafuate ofisini kwa hili eneo ambalo tumekutana nao nafikiri maeneo yote ambayo tumepita Hii changamoto tunakutana nayo lakini changamoto ya pili ambayo tumekutana nayo ni upendeleo katika masuala a mazina mkopo upendeleo mkubwa sana kuna maeneo ambayo tumeenda mi nilikutana na bodaboda zaidi ya mia moja dafata kijiweni nikakaa nice, nao tulivyokaa pale nikamwita afisa maendeleo ya jamii nikamwambia, eleze mkopo umetoka kiasi gani. Anaambia umetoa milioni kama mia tatu ishirini na tano. Akasema ametoa kwa bodaboda vikundi viwili, kikundi kimoja milioni kumi na nne, kikundi kingine milioni kumi na sita. Alivyotaja kile kikundi cha bodaboda katika wale wote mia moja ambao ndio kijiwe kikubwa cha bodaboda walikuwa wafahamu t baadaye, tukaja kugundua ni watu wachache, vijana wachache walivyosikia kuna fursa, maafisa wakaenda wakaambia unde vikundi wakaunda vikundi wakawapa pesa kwa ajili ya kununua, lakini wale sio boda boda, wala na boda boda zao hawafahamu kabisa. Lakini wale boda boda walioko pale ambao wanafanya shughuli za kweli kweli, hajapata mpaka leo, hajafaidika chochote, na pesa bado zipo na zinaendelea kutolewa. Sasa mambo ya mambo yanafanya pia wakati mwingine watu wana wanaona kama serikali haifanyi au inasema uongo, lakini kumbe ni udhaifu ambao upo katika utendaji. Kwa hiyo naomba nitoe wito sana kwa serikali <coughs> kwamba tunapofanya shughuli zetu, dhamira ya kutolewa mikopo na masuala mazima naousiana vijana, mheshimiwa rais anataka kila vijana mtanzania ajivunie kwamba anayo fursa sawa sawasawa sawa na mwingine. Na katika hili naamini kwamba tukifanya sawasawa tutapunguza sawa, maandiko mengi sana na vitu vingi ambavyo hawa vijana wamekuwa wakivezungumza sana na kulaumu sana.